Yes, mambo mtu wa dau wangu, ya kumajana naitwa Sumajaga Building. E bwana, mdau wangu leo niko pande fulani hivi za Chanika na kazi kubwa ambayo imetuleta huku bwana ni kwa ajili ya kupaua. Ni mdau wangu ambaye ameamua kufuga kuku kisasa, kama unaweza kuona amejenga banda fulani hivi ambao liko amazing, na akatucheki sisi kama Sumajaga kwa ajili ya kumpaulia, maana amesema Sumajaga, mi nichelewa sana kuwajua, lakini sio mbaya, hacha niwape kazi ya kupaua sasa mdau wangu, point ya msingi ni kwamba sisi kama Sumajaga huwa hatuchagui kazi, uwe na kazi kubwa, uwe na kazi ndogo, unaweza ukatucheki, usije ukajali, sisi tutakuja kufanya kazi kulingana na maelekezo yako na tutahakikisha tutakutolea kitu ambacho kilicho bora. Kama unavyoweza kuona mdau wangu, niko na vijana wangu wa kazi, na lengo ni kuhakikisha kwamba tunamtolea mdau wetu kitu ambacho kilicho bora, ili the next time atakapokuwa na kazi, basi asisite kutucheki. Sasa mdau wangu unaweza ukaona vijana jinsi wanavyopambana Mda wangu kama utakuwa na kazi kuanzia ya kujenga ukuta kupaua, kama unaweza kuona, basi usisita kutucheki sisi kama Sumajaga. Mda wetu, popote tunafika, uwe mkoani, uwe Dar es Salaam, sisi tutafika popote ulipo mda wetu. Kwa mawasiliano, unaweza ukatucheki kwa namba za 0767441768 pia kwenye mitandao ya kijamii kama WhatsApp, YouTube, tunapatikana kwa majina ya Sumajaga Building. Unaweza ukatucheki muda wowote mda wetu, na tutakufanyia kazi ambayo muda wetu utaenjoy.